Mimi naitwa Abdurrahman Juma. Kwa kweli kuhusu maandamano, kwanza si nashukuru Manyara hamna hamna kabisa kitu cha namna hii. Sawa so, na ile sio maandamano, ile ni wizi ile eh, ni wizi. Maandamano tunatakiwa na bango kwamba, eh, naenda kudai kitu gani, lakini sasa ile maandamano ni kama ya wizi huko mikoa mingine sawa so, lakini kwetu hamna Ndo eh, tumeshukuru Mungu. Alafu tumeathirika sana. Niko ni agent wa mabasi hapa, tumeathirika sana na maandamano, maana mabasi yalisimama ya tarehe ishirini na tisa ya tarehe tisa Mabasi yalikuwa amna watu, wamejifungia ndani, amna wasafiri. Sawa, eh, mama ntilia wameathirika. kwenye Sa, maduka wengine tuna mikopo wameathirika, utalipa nani kukaa ndani eh. Watoto wanasoma, lakini sasa ndio hivyo, siku ngapi tumekaa ndani? wana wana hao na masicha maandamano ni kukamata kabisa. Hata mimi nikimjua nitamwambia, hata askari wote mkamata na tuasa ana ana tuanda anatuambia tuandamane, si Manyara, utaki kitu hiyo kabisa. Eh, nchi hapa nchi yetu si natakiwa iwe salama? Sawa, so, tunataka so tue salama nchi yetu kama ile ya zamani ya Nyerere ya Mkapa, ya Kikwete, hakuna mtu alikuwa nani? Maandamano ya nini kwanza eh. Unafuata nchi za watu, unaona kama hivi Kongo wanavyokimbia eh. kimbia eh? Wanaasirika namna gani, wanakimbia na watoto na nini? Si kwa tunataka tu salama tu, viongozi eh. wetu waliochaguliwa waangalie hili kitu kwamba maandamano yametoka kwa nani, eh. na nani kaaleta Yasiokuwa na maana au sio, bwana? Hana maana tija, kwa hana tija kabisa, ni kuvuruga mambo. Kwetu ilikuwa safi kabisa, tena baridi, unajitembelea time unataka, lakini sasa mabasi ndo hamna, hatukupata yeah. hata mia. Oh, baba, tumeishi kwa tabu mpaka ile ile ile ilikuwa mfukoni kaisha yote yeah. ile akiba tukala. Mimi naitwa Hussein Abdi, ninayofanya ni agent wa mabasi Babati hapa stendi e, tunaanza kabisa na 29 tarehe 29 tisa, tunaanza kwenye uchaguzi tarehe 29 nitokea tisa, nitokea vitisho, nitokea vitisho vikubwa sana, tukaathirika tutoka, tukaenda tukapiga kura, baada ya kurudi kwenye shughuli zetu, watu hamna, magari hamna, watu wanaogopa Uh, ikaja kwenye tarehe tisa kwamba kuna maandamano, watu wakasubiria sana hiyo, wakasubiria hiyo tarehe, mabosi zetu, ilipofika hiyo tarehe tisa waliogopa, waliogopa kutoa magari yao kutokana na vurugu za ishirini na tisa zilizotokea magari kuchomwa, masheli kwa hiyo uh, tuliathirika sana na maandamano eh, yali. Kwa upande wangu mimi, hali ilikuwa ni mbaya sana, kwa sababu sisi shughuli zetu tunazotegemea ni hapa stendi. Yaani hili ndo kama shamba letu la kutafutia riziki zetu hapa. Tulikuwa tunakuja hapa stendi, tunakuja hapa, kulikuwa na mamalishe ni wawili. wawili mamalishe yani, ni ni wawili na no, na yani tumekuja ni yani sisi na wao. Eh. Na sisi na wao yani tunajuana sisi na wao. Yaani sisi mimi na, naamini kabisa wanashawishi maandamano, kwanza kabisa familia zao wao haziko hapa. Cha kwanza kabisa ninachoamini kwamba hawa wanashawishi maandamano wao kama wao familia zao hazipo hapa zikaona hizi athari za tunazopata sisi, wale tushawishi wanatushawishi tuandamane eh. Akii tukiangalia maandamano tunaangalia maandamano, wanashawishi maandamano ya nini? Kipi wanachodai, tunashawishwa na nini kuhusiana na aya maandamano? Uh. wale tushawishi sisi ni ni, ni, ni. Naamini yani sisi naa tuandamane, wao hawapo hapa. Kwa majina naitwa Salum Selemani mimi ni wakala wa mabasi naendayo miko, mikoani mkoa wa Manyara. Tumejifunza kwamba amani ni kitu muhimu, lakini pia haya ma, ma, ma, maandamano yametupa yame funzo kubwa sana, si wananchi tu, hata serikali pia wamejifunza. Aidha, Mohamed Ibrahim naye, Asiri mali wa stendi ya Babati. Ah, hali ilileta tafrani kidogo, ila lipo la kujifunza, japokuwa hali inaendelea kutulia. Mimi nimejifunza umuhimu wa amani. Umuhimu wa kuitunza amani. Naitwa Sakina Zuberi. Mimi ni mfanyabiashara wa stendi kuu ya mabasi. Kwa kweli tuliathirika na tarehe tisa. Hapakuwa na magari. Hapakuwa na vurugu yoyote. Amani ilikuwepo. Lakini tuliathirika moja ama jingine kwa sababu nchi ilitulia. Bado wananchi tuna uoga wa kufanya biashara tunapoambiwa kwamba leo ni siku ya sikukuu tukae kimya, basi na sisi tuliamua kukaa nyumbani tukatulia kimya, biashara zote tukasitisha. Kwa hiyo limetupa changamoto sana ya maisha, sisi kama wafanya biashara wa stendi ya mabasi. Alafu changamoto kubwa kwa sisi wa Tanzania huwa tunapenda amani, amani itawale. Kama Watanzania, si hatujazoea vurugu, hatujazoea vita, toka enzi tulioanza kuzaliwa mpaka tumefikia hapa hatujawahi kuona vita. Kwa hiyo sisi tunaomba amani itawale, nchi yetu iwe na amani, isifike kama Tanzania yenye amani siku zote. Mimi nawashauri kuwe na amani. Kwa sababu amani ndio inayetakiwa kila mahali. Amani ikiwepo, kila kitu kitafanyika, lakini kama hakuna amani, hakuna jambo lolote linaweza kufanyika. Ni wananchi tumeingia uoga, lakini pasipokuwa na uoga, lakini mpaka sasa hivi tunaamini amani ipo na tunayaomba Mungu iendelee kuwepo. Biashara kwanzia jana biashara sio mbaya na leo ila hizi siku mbili zilizopita tarehe tisa na tarehe nane, biashara ilikuwa hamna, lakini kuanzia jana na leo biashara kidogo sio mbaya. mm -hmm. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano, amani iwepo kwa nchi yetu ya Tanzania. Hilo tu ndo ombi langu kubwa, amani itawale. Kimsingi eh, mkoa wa Manyara ni moja ya mikoa ambayo kwa kweli haijapata changamoto ya vurugu na maandamano, lakini tumepata athari, tumeathirika sana na vurugu zilizotokea mikoa mingineyo kama Dar es Salaam, Mwanza, Arusha kwa sababu hapa tuko katikati, hapa tuko katikati, tunapokea watu kutoka Dar es Salaam tunapokea watu kutoka Arusha. Kunapokuwa na mzunguko wa magari na usafirishaji hapa, uchumi unakuwa vizuri. Tumeshuhudia bei za mafuta zilipanda sana wakati wa vurugu zilizotokea tarehe ishirini na tisa na tishio la vurugu lingine la tarehe tisa. Na mimi nichukue nafasi kusema kwamba kwa kweli kwa aina ya miradi iliyotekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mkoa wetu wa Manyara, tumeshuhudia utekelezaji mkubwa sana wa miradi ya afya barabara, umeme, hospitali, mashule, hakuna sababu ya kufanya vurugu. Na tunalaani vikali vitendo vya vurugu na hasa wale wanaohamasisha vurugu. Vurugu na maandamano na uharifu aina yoyote, kwa kweli hauna afya kabisa kwa taifa letu la Tanzania, na sisi wana Manyara tumekuwa tukimshirikisha sana Mwenyezi Mungu kuhakikisha kwamba e, mambo hayaendi hivyo, tunakuwa salama, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu huyo huyo ambaye kwa kweli ametuvusha salama, na tunaendelea tunaendelea kumwomba Mungu usalama huu uwepo, kwa sababu nguzo ya maendeleo yetu ni amani na utulivu.